napata mgawanyo sahihi wa rasilimali kupitia bajeti ya kilimo ili kuongeza uzalishaji kwa asilimia kubwa kwa Watanzania walio wengi. La pili uwepo wa benki utachochea sasa kupatikana kwa rasilimali fedha za kutumia hizo fursa za miundombinu. Kuwa na mbegu peke yake haitoshi, kuwa na uh, mabwawa na uh, madawa haitoshi, lazima kuwe na mitaji, ili wakulima waweze kupata mbegu bora waweze kupata madawa na pembejeo, waweze kufikia masoko. Benki ya Ushirika ni benki ya kimkakati ikishirikiana na benki zingine ikiwemo TIDB kuhakikisha kwamba, moja, tunakuwa na mitaji. Hoja ya kwanza hapa ni uwepo wa mitaji katika soko la kilimo nchi hii. Kwa miaka mingi, mgawanyo wa rasilimali fedha kwenda kwenye kilimo ni chini ya asilimia kumi Kajana kulikuwa na mtawanyo wa rasilimali fedha kwenye uchumi wa trilioni 37.5. Kati ya trilioni 37.5 ambazo zilitolewa na mabenki yote nchini, ni asilimia kumi tu ilienda kwenye kilimo. Maana yake a trilioni 3.7, lakini hiyo ndio sekta yenye watu wengi, lakini na sehemu ndogo ya disbursement, mgawanyo wa fedha kwenye uchumi Uwepo wa benki hii ni kutaka kuongeza kutanua wigo wa kuhakikisha kwamba mgawanyo wa fedha kwenda kwenye mitaji na shughuli za kilimo unaongezeka kutoka asilimia kumi na kufikia asilimia thelathini ifikapo mwaka elfu ifikapo mwaka 2030. Tumedhamiria kwanza kuongeza ujumuishi wa kifedha, kuongeza mtawanyo wa fedha kwenye uchumi. Kwa sasa angalau asilimia 38 mikopo iko kwa watu binafsi na watumishi na wafanyabiashara. Benki hii itabadilisha takwimu hizi ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini, tukianza na bajeti ya mwaka huu, kuhakikisha kwamba Watanzania walio wengi wanapata huduma za kibenki, wanapata mikopo, wanapata bima, wanapata mitaji nafuu, na kwa kufanya hivyo wanapata masoko kwa ajili ya mazao na bidhaa wanazozalisha. Sio kwamba tukuwahi kuwa na mabenki kwenye nchi hii, wala sio kwamba uh, uh, uh, benki ya ushirika ndio benki pekee. Lakini tunachosema hii ni benki mahususi itakayokuwa na bidhaa na huduma zinazoshabiana au zilizotengenezwa kwa muktadha wa sekta yenyewe, na kwa hivyo kuvutia watu wengi. Gharama ni issue, na benki hii imejikita kuhakikisha kwamba tunapunguza tuna gharama za mitaji katika kilimo.